Mm. Kwa kweli siasa tayari ina, ina, mchango wangu katika taifa ni, imefikia mwisho e. Kwa hiyo mimi ni mwanachama chama cha ACT Wazalendo, lakini siwezi kuwa mbele sana kama zamani e, kugombea manafasi mbalimbali hapa. Nataka nitulie na familia yangu nilee familia yangu e, nifanye mambo yangu Eh, ninajua yanaweza kutokea mazingira rafiki, yawezekana kuna maridhiano, mazingira mazuri yakashawishi hayo, siwezi kuzungumzia, lakini kwa sasa nasema siasa napumzika, hilo ndio la msingi kwa sasa hayo. Kama kuna vishawishi vitakuja baadaye, hapana. Hata, hata jamii itanishangaa kurejea uraiani kwa mazingira ambayo nipo alafu narudi tena huko. Kwa kweli hapana, siasa mimi. Ninashukuru eh, wale wanaojua mchango wangu watanienzi na nimepanda kizazi kingi sana wanasiasa wengi Njombe na maeneo mbalimbali, watafanya. Kwa hiyo mimi siasa kwani, napumzika sasa hivi, nataka kufanya mambo yangu, sitaki ugomvi na serikali na wanasiasa wengine, nataka kupumzika. Tunaongea mambo mengine, kujilimia. Mimi ni daktari, najifanya shughuli zangu basi, maisha yataendelea sikutakiwa na kama ningekamatwa hata kupigiwa simu mi naenda. Mimi na tii sana serikali, unaua napigiwa simu jambo lolote polisi, ningeenda. Haingetakiwa serikali itumie gharama nyingi, magari haya, mafuta mengi kiasi kama hiki, ulinzi mkubwa kama wa rais kunikamata mimi, hakustahili. Mimi ningepigwa simu, ningeenda, serikali yangu inanilinda, ningeenda ukamatajiuu. Na maandamano hayanihusu kama wanahisi kuna chama kilipanga maandamano hey, ACT haikupanga maandamano. Imeshiriki uchaguzi, imeshiriki imesaini kanuni za, ma za maadili ya uchaguzi. Kwa hiyo kikubwa sana sasa kwetu hii na ninaamini hautokuja kutokea uchaguzi kama huu, kwa sababu hata chama cha mapinduzi wenyewe wanaona athari walizozipata kwa sababu so, umekuwa mbunge lakini bado unahofia mali zako, unagombea huku unahofia haya maisha. Si watanzania hatukuyazoea. Siku ile baada ya mahojiano yote wamemaliza na simu manake, simu wamekaa nayo kutoka saa nane mpaka saa 11 na kidogo, inaenda saa 12, wameangalia sana simu na yale mahojiano mafupi, yule mkuu wa msafara. Ile ni jioni kabisa, saa moja na kidogo hivi, alitoka kwenye selo za watu wengine, akapita eh, akasema Sagasaga vipi? Akasema sasa ndo, akanipa akasema, bwana tumekukamata tunataka tufanye mahojiano tujiridhishe maana tulipata taarifa ujio wako njombe kwamba unataka uunganishe vikundi vya watu wa wanne watano sita kuhamasisha juu ya maandamano kwa hiyo tunataka tujiridhishe hilo ndo hayo aliniambia e, hilo aliniambia kwa hiyo tarehe tano baada ya siku sita ndio nilirudi kituo cha hapa lakini familia yangu haikuwahi kutulia kuzunguka kila kituo cha polisi mpaka ofisi za mpelelezi wa, wa mkoa kila maeneo majirani, chama changu, ngazi ya wilaya, ngazi ya taifa e, vimenifanya mimi nifanye nini niwepo uraiani. Hili ni, nashukuru sana rais wetu awasikilize Watanzania. Mimi umri wangu, sijapata kuona historia baada ya uhuru, kipindi ambacho Watanzania wamepoteza maisha na mali kama utawala huu. Kwa hiyo kuna kadoa kidogo mama yetu akaponya kadoa kifupi, mi hapa ni mfungwa yani, tukinyosha maelezo ni mfungwa wa miezi sita. Ehe, Jambo la kwanza sababu mwanasheria wa serikali leta hoja ndogo kwamba ya kututaka kwamba kama tukubaliana e, ndani ya miezi sita tusifanye kosa lolote, ndani ya miezi sita sisi tuwe wa kwanza kuhakikisha amani ipo ndani ya miezi sita, kila Jumatatu ya mwezi unapoanza turipoti kituo cha polisi ndani ya miezi sita, ninapotaka kuondoka mkoa wote lazima niliripoti kwa RCCO mpelezi wa mkoa, nisivunje na bondi iliyowekwa ya milioni moja ya maneno. Kwa hiyo nikiyafanya makosa kuto kulipoti, kuondoka kwenye mkoa bila taarifa, nitalipa milioni mia na kesi tafunguliwa. Waliuliza kama tutakubaliana, kama tusingekubaliana kubaliana maana yake ungefanyika mchakato sasa, manake tungeendelea kubaki ndani sasa hii dola hii, ni serikali, unajua, unaandaliwa yataandaliwa mashtaka ya aina gani? Ilibidi tukubaliane, na hichi ni kifungo cha miezi sita, japo mpaka sasa mikesi yangu imekaa ime ije hamna, nilichotaka nakuona mimi nionane na ndugu zangu familia basi kwa hiyo